No, no. Yeah. Unachotazama hapo ni tukio la mtayarishaji wa filamu za Kipalestina na mshindi wa tuzo za Oscar aliyoipata kutokana na filamu aliyoigiza maarufu kama No Other Land, Hamdani Balale, ambaye anaishi eneo linalotaka kukaliwa kimabavu na walowezi ambao ni raia wa Israel. Balal ambaye ni raia wa Palestina anayeishi ukanda wa Gaza hivi sasa anauguza majeraha ya kushushiwa kipigo kizito alichokipata usiku wa Machi 24 baada ya kukamatwa na polisi wa Israel. Polisi hao walikuwa wakimshinikiza kuondoka kimabavu katika kijiji chake cha Susya, kilichopo kusini mwa Ukingo wa Magharibi wa Gaza unaokaliwa kimabavu na walowezi kutoka nchini Israeli. Anasema, nilihisi kama hizi zilikuwa sekunde za mwisho wa maisha yangu, anasema Bilal, mwisho wa kunukuu. Ukiachilia mbali Bilal, maumivu anayopitia yanafanana na yale yanayopitia Ghassan Abdel Basset na familia yake ambao waliondoka nyumbani kwao katika Ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu na walowezi kutoka Israeli ili kumtembelea ya ndugu yao aliyoko kijiji jirani. Walikuwa wakielekea kufuturu pamoja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jioni hiyo, majirani zao waliwajulisha kuwa walowezi wa Kiyahudi walikuwa wamevamia nyumba yao. Ghassan alirejea haraka kukabiliana na walowezi hao, lakini jeshi la Israel liliingilia kati na kuwazuia yeye na familia yake kurudi nyumbani kwao. Walowezi hao walidai kuwa walinunua nyumba hiyo, lakini familia ya Abdel Fattah Basset haijawahi kuiuza. Walowezi wanadai kuwa walinunua nyumba kutoka kwa mtu fulani, lakini hakuna mtu aliyempa haki ya kisheria kuuza nyumba yetu, Ghassani aliambia Al Jazeera, mwisho wa kunuku. Inshallah, tutafuata taratibu za kisheria katika Israel, na sheria itafuata mkondo wake, aliiongeza Ghassani, mwisho wa kunuku. Ukaliwaji wa ardhi ya Palestina unaofanywa na Israel ni kinyume cha sheria za kimataifa, kama enzi za ukoloni, Israel hairuhusiwi kukahamishia raia wake katika ardhi inayokaliwa kimabavu ama kutekeleza sheria zake za kitaifa katika ardhi ya nchi nyingine ambayo ni huru. Hata hivyo, zaidi ya raia F laki saba na nusu ambao ni walowezi wa Kiyahudi kutoka Israel wanadaiwa kuishi kimabavu katika makazi ya wa Wapalestina ndani ya Ukingo wa Magharibi, kwa mujibu wa Ghasani. Wengi wao wamegushi hati za umiliki ili kutoa sura ya uhalali wa uporaji wa nyumba za Wapalestina waishio ukanda wa Gaza. Hiyo ni mojawapo ya mbinu kadhaa zinazotumiwa na walowezi wanaoungwa mkono na serikali ya Israel kuwafukuza Wapalestina, kwa mujibu wa wachambuzi wa Palestina na mashirika ya haki za binadamu ulimwenguni. Ghassan anasema walowezi hao wa Kiyahudi, kwa msaada wa serikali ya Israeli, pia huharibu nyumba, huwaanzisha vituo haramu vya makazi, hushambulia wakulima na kuharibu mazao sambamba na kuiba mifugo chini ya ulinzi wa jeshi la Israel. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa mashirika mawili ya haki za binadamu ya Israeli ya Peace Now na Kerem Navot walowezi wa Kiyahudi wanadhibiti asilimia 14 ya ardhi ya wa Wapalestina katika Ukingo wa Magharibi wa Gaza. Takribani nusu ya ardhi hiyo ilitekwa tangu serikali ya sasa ya Israeli inayoongozwa na Benjamin Netanyahu ilipoingia madarakani Disemba 2022, ikiashiria ongezeko kubwa la unyang'anyi wa ardhi kutoka mikononi mwa Wapalestina. Kwa mujibu wa mashirika hayo ya haki za binadamu, tangu Israeli ilipotangaza vita vyake vya kikatili dhidi ya Gaza Oktoba 7, 2023, serikali yake ya mrengo wa kulia inameongeza kasi ya unyakuzi wa ardhi na kuwafukuzwa kwa Wapalestina katika ukingo huo wa magharibi. Nanukuu, kuna mbinu nyingi zinazotumiwa na walowezi kusababisha Wapalestina kuhama alisema Diana Mardi, ambaye ni mtafiti wa shirika la haki za binadamu la Israel la Bimcom. Wanatumia ghasia ili kuwafanya Wapalestina wafikia hatua ya kuhisi kuwa hawana budi ila kuondoka, Mardi aliiambia Al Jazeera, mwisho wa kondoko. Miongoni mwa makundi yanayotajwa kuwa hatarini zaidi kukumbwa na uvamizi na mashambulizi hayo ya walowezi hao raia wa Israeli ni wakulima wa Kipalestina na jamii ya Wabedui. Ripoti ya Peace Now na Kerem Navoti iligundua kuwa takriban asilimia 60 ya jamii za wafugaji wa Kipalestina zimetimuliwa kutoka katika ardhi zao tangu mwaka 2022. Zaidi ya hayo, vituo kumi na nne vya makazi haramu vimeanzishwa kwenye ardhi ambayo hapo awali ilikuwa inatumiwa na wakulima, wafugaji na wabedui wa Kipalestina katika eneo hilo. Ripoti hiyo iliongeza kuwa walowezi hutumia mbinu ya kufuga mifugo ili kupanua mipaka yao na kuogopesha wakulima wa Kipalestina, mbinu inayojulikana kama grazing, yani ufugaji wa kuingilia maeneo ya wengine kwa makusudi. Raith ambaye ni mkulima wa Kipalestina ambaye hakutaka jina lake la mwisho litajwe kwa kuhofia kudhurika, alisema kuwa walowezi hao mara kwa mara hujaribu kutwaa ardhi ya kilimo katika kijiji chake kilichopo mashariki mwa Ramala kwa njia ya namna hiyo. Aliongeza kuwa walowezi hao mara nyingi huharibu mazao na kuwazuia Wapalestina kulima katika ardhi yao. kutokana na vitisho vya mara kwa mara na mashambulizi ya walowezi hao ambao mara nyingi hulindwa na jeshi la Israel, Wapalestina wengi hulazimika kuacha mashamba yao na kutafuta hifadhi na nukuu ili kulinda familia zao, wanapaswa kuondoka eneo hilo. Wengi wao wana watoto wanaopaswa kuwahifadhi salama, lakini wanapoteza chanzo chao kikuu cha mapato ambacho ni kilimo. Wanapoondoka, walowezi wanajaribu kuchukua ardhi yetu. Jeshi linapokuwepo pamoja na walowezi wenye silaha, inamaanisha kuwa si rahisi, si rahisi kwetu kupinga, alisema raia huyo wa Palestina. Maumivu hayo yanatajwa kupigiliwa msumari na serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani ambayo imewapa walowezi wa Kiyahudi motisha zaidi na kuendeleza harakati zao za kuendelea kupora ardhi ya Wapalestina. Omar Rahmani, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya Israeli na Palestina kutoka baraza la masuala ya kanda ya mashariki ya kati Middle East Council of Global Affairs, amesema kuwa walowezi wananufaika kutokana na mazingira ya kutochukuliwa hatua wanaposhambulia Wapalestina, wanaposhambulia wa na kupora ardhi yao. Kwa mujibu wa Rahman, Trump ameacha hata mwonekano wa kuunga mkono haki za binadamu kimataifa ama kuhimiza taifa huru la Palestina kuendelea kuwepo. Nanukuu, jambo jingine ni kwamba Trump ameizunguka na watu ambao si tu wafuasi wa Israeli bali wanaoshabikia Israeli kuu. Hii inamaanisha wanaamini ardhi inamilikiwa na Wayahudi pekee kwa mujibu wa maandiko ya kidini. Alisema Rahman mwisho wa kunukuu. Baada ya Trump kuapishwa kuwa rais Januari 20 mwaka huu alisaini amri ya kiutendaji mara moja kuondoa vikwazo dhidi ya walowezi waliotajwa na utawala uliopita kuwa magaidi na wanaohujumu suluhisho la mataifa hayo mawili. Amri hiyo ilitolewa siku moja baada ya usitishwaji wa mapigano kwa muda kuanza kutekelezwa Gaza, ili kusitisha kile ambacho wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wanazuoni wa sheria wanakiita kampeni ya mauaji ya kimbari naofanywa na Israeli dhidi ya Wapalestina. Siku iliyofuata mashambulizi ya walowezi yaliongezeka kote katika ukingo wa magharibi wa Gaza nchini Palestina. Wapalestina wanaofukuzwa kutoka kwenye makazi yao ama mashamba yao wanajikusanya katika vijiji jirani ama kuhamia katika miji inayodhibitiwa kwa jina ama mamlaka ya Palestina, chombo kinachosimamia miji mikubwa ya ukingo wa magharibi kwa kushirikiana kiusalama na Israeli. Leith alisema kuwa familia tano ama sita zimehamia kijijini kwake baada ya walowezi kuwafukuza kutoka kwenye mashamba yao yote, huku akisema kuwa hatua hiyo ilianza baada ya Oktoba 7, 2023 siku vita vya Gaza vilipoanza. Hata hivyo, aligoma kuondoka kijijini mwake licha ya hofu kuongezeka ya mashambulizi ya walowezi na licha ya kila anachokiona kama kutojali kwa nchi magharibi kuhusu masaibu ya Wapalestina. Hakuna anayejali haki za binadamu, hakuna haki za binadamu, ni uongo mtupu. Wanyama wanayo haki kuliko sisi. Alisema Laith, mwisho wa konoko. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital takusogezea kila update inayojili kuhusiana na mzozo huo unaoendelea mashariki ya kati. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.